Moyo, moyo wa uchawi, kumbe wala, moyo moyo wa uchawi. Ule mzee Mwinyi amekuleta kwangu, nimesikia ni mbishi sana kula chakula. Umesikia? Hapa upo kwenu, hapa upo kwangu. Mimi katika dunia yangu unatakiwa ule, ule kichakula. naena kama naona natoka shuleni na mdogo wako. Maana mnapendana sana na mdogo wako, vizuri sana unamlea kama vile alivyokuwa namlea male mama yako. Nakutakia kila laeli katika malezi yako. Nampenda sana mdogo wangu, sina budi kufanya kama walivyofanya wazazi wangu. Hata kama wangekuwepo wao wenyewe leo hii wangefanya hivi hivi. Nayatenda nini kwa huyo mdogo wangu nampenda sana Mburu. Hakika ni vizuri sana basi, nakutakia kila laili Zuena. Vipi toka nianze kuongea na mama Lulu, mbona sijasikia kumsalimia mama Lulu? Eh, taka wasisiki kusalimia Lizo. Mwache mtoto enda nje, namuuma mpaike nyumbani ya kale. Dada, naomba nisamee mimi kwa haya aliofanya mdeja. Usijali Lizo, ila nawatakia mchana mwema. Asante dada, ila Zuena sijapenda yani, kaka, unaongeongea basi tu. Yani ukimjua huyu mama, hata tuko naongeongea hivi sijisikii kumsalimia. Basi sababu nakupenda sana, bila hivyo leo hii hapa hapa nikikutandika like bakola moyo moyo wa uchawi, kumbe wala moyo

zinapanda maana tunalipa tu pesa ya chakula mwisho siku. Basi sawa, hivo ni vizuri sana unajua, elimu ni kitu cha msingi sana tena sana jua jua. Eh, zamani wakati sisi tunasoma eh, kulikuwa kuna wimbo fulani hivi, kuna maana kubwa Eh, asiyependa shule niginga kabisa, bahaluwa ikija waitembeza kote. Sawa, umajibu unaijua vizuri sana. naijua tena saaila shule ya msingi a, unajua watu wengi wanafanya hivyo hivo, uwimbo wanaimba sana na wnat shule ya msingi ama watoto wadogo, lakini hapana, uu wimbo una maana kubwa sana tena sana. Kuna watu hawajapata elimu kabisa, wakiusikiliza wimbo kama huu, kiukweli wanaumia moyoni. Sawa, tena wanaumia kwelikweli. Kaka mimi nimekuelewa tena sana, nitafanya vizuri kwenye masomo yangu. Basi sawa eh, ukikutana na kaka yako mwambie, mpe taarifa kwa nitakuja baadaye, sawa. Sawa, sawa. Zuena mdogo wangu, kimsingi unafanya vizuri sana kwenye masomo, una shida moja ambayo itakufanisha kukurishi katika maisha yako hiyo ni shida kwamba ni nizamu mizamu. Ni, ni kila kitu katika maisha, kokote unapoenda, kama ni nizamu ndogo, basi hata maisha yako yatakuwa miferi. Hata ufanye kitu chochote kile kitaweza kuwa vizuri, na hata usome vipi, kitakuwa ni kitu bure tu kisomo chako. Kumbuka juzi kwa mama Lulu kitu ulichokifanya ni sahihi kwako. Naelewa kaka, kama nimekosea tena naomba unisamehe sana ila, niligafirika kwa sababu yule mama ndio alihusika katika vifo vya wazazi wetu. Mdogo wangu, unajua sio jambo jema kulipa baya kwa ubaya katika maisha, japokuwa yeye kafanya ubaya katika familia yetu. Sisi sisi ni binadamu, hatupaswi kuhukumu. Sawa mdogo wangu. Naumia sana kaka nikikumbuka jinsi wazazi wetu walivyokuwepo Kaka, unadhani wewe ungehangaika hivi? Ni kweli dada, lakini ukasi kulaumu kwa liopita utakufuru. Dada yangu ni mpango wa Mungu, tumwachie Mungu tu. Sawa kaka, nimekuelewa pia. Nisamehe kwa ile siku, kaka yangu. Sawa dadamu, isha kusamehe. Basi naenda jikoni kaandae, mimi nataka niende kwa Adamu. Sawa kaka. Alafu na leo nilipokuwa natoka shule nilikutana naye njiani, aliniambia kuwa atakuja baadaye jioni. Nilisahau kukwambia. Ah, sawa sawa, basi ngoja nijaribu kumtafuta kwenye simu, inawezekana tutapishana njia. Sawa kaka, mimi naenda jikoni. Okay, fika vizuri dada. Aa, sawa Omajua kwamba mimi ni mtu mzima anastahili kusalimiwa, si ndio? Sikua sulinipita abia kunisalimia. Sasa nataka nikwambie hivi, leo ndio mwanzo na mwisho kuliona hili jua, lazima niondoke na wewe.

Pakuwa unataka ukaweke wapi? mm -hmm. na nani aliyokwambia mimi na Adamu tuna mahusiano mm -hmm. kwa nini mi siwaoni? nawaoneni na, vitendo vitendo vyo nawaoneni na, alafu kumbuka mimi ni mtu mzima. Haya, ngoja nikwambie, ni kweli ni lakini mi mm -hmm. bado bado, yani hata simwamini bado, nipo namchunguza chunguza, maana hata simwamini amini <coughs> Hivi hmm. Unajua aa unajua ni mzuri ndio, ni, ni, <laughs> <laughs> ni kweli lakini mimi ndo kama nilivyokwambia bado namchunguza achunguza. Yaani hapa nipo mguu nje mguu ndani, yaani mguu wa kutoka mguu wa kuingia maana hata simwamini amini, namchunguza ila kumbuka kaka ni mzuri. Yaani wewe hapa unanichimba ukitoka hapa a yapeleke huko, yani ni vile tu yangu ndo maana nakwambia lakini vinginevyo hata nisingekwambia, kwa sababu we ni mbea na kujua hapa unanichimba chimba, unataka niongee lani ili uyapeleke huko. Nimekwambia ndio, lakini mimi simwamini. Kwa hiyo ikitokea nimemkubalia vizuri vizuri, nitakwambia. Achana na hilo la kwangu sasa. <laughs> kuna kitu nataka nikuulize, au una nini tatu? Yaani unamuumiza kaka wa watu, unajua, unamuumiza alizoeze. <laughs> hivyo jui, ndoto yangu mimi, ndoto yangu kwenda mjini. <laughs> Wewe wata kama niziwekea hapa mii, ndoto yangu niende Dar es Salaam. <laughs> E, yaani ulowazo ka hapa sina makubwa. <laughs> Kwa hiyo ana ndoto ya kwenda da

bichaikaribu eh, asante marhaba, ujambo? Sijambo. Bwana, nimepita pale shambani kwako pale. Oh. Nimekuta mpunga wako umestawi vizuri sana. Mm. Mwakao mpunga, naomba nitafute mteja wa kununua mpunga. Mteja wa mpunga? Mm. Ah, mpunga. Bichau mpunga. Mpunga. Eh. Mpunga gani wakati mpaka saa hizi wote hawajaanza kukata. Wewe mpunga umekata ngapi? Wakati nimepita shambani kwako mpunga hujakata. Wewe wapi mpunga umepata wapi bichi yako? Wewe ya kuhusu. Nimekwambia nitakutafutia mteja wa mpunga. Sawa, nakutafutia. Zipo gunia ngapi? Na gunia zangu mbili, oh. ila naomba utanilinda kidogo, mimi sindo kama dalali wako. mimi dalali? sia tena mwanangu, hey. Sikulinde. hmm. Ah, ila acha huko. Wewe siwezi nikaongea nikaongeongea. Haya. Haya, baadaye. Usichoe basi. Haya. Tumekaa, tumepandisha juu. ombi langu lile, mimi nakuhitaji, nakupenda sana. Skupendi, kama ingekuwa sikupendi wala nisingekuita kama hivi. Ndio maana nimekuleta kama hapa tukae, simuona jinsi kulivyo kuzuri, upepo mzuri, ina mazingira ya kwetu Nakupenda Tatu. Sawa, ila kwa shetio moja. Sheti gani Tatu? Nataka unipeleke daa Dar es Salaam. Ndio Tatu? Mm. Nitakupeleka daa kama ulivyosema. Kwa hiyo unipeleka da? Yeah. <laughs> Nakupenda sana na fla, wajua fla mmm, Dar es Salaam tutaenda na mtoto kama wewe. Ikishafika Dar es Salaam afu tutarudi tena huko, nataka nionyeshe wale waliozungumza sana eh. Yes, sijui ni nini, nataka niwazibe <laughs> <Wele>. eh <laughs> kwa kwanza, lazima nijue mambo ya yangu ndio hivi. Kifika kule sitataka kuvaa hivi vijoa, sasa Tatu. Mhm. Mm-hmm. usiwe kama ile kama staili yako, mara huko mara unafanya kusio, utaniumiza.

Mm. Mama ako ameniambia nikufundishe mm, kuwuka, ndio maana um, nimekuleta. Eneo lote langu amna mtu anaijua, na mama ako ndio nafanyaga kazi hapa, umesikia? Ndiyo, nimesikia. Sasa upastuma mm kumwambia saba umesikia? Ndio nimesikia e, sasa yeah. u, u, ma, mashariki ya kazi yetu lazima uwe katili. Nimekuelewa. Sasa unataka uweze kunuka peke yako kama nilivyokufundisha mimi. Asa mi nawezaje baba? Utaweza.

Amanokiti tena naitwa Daji katika ah, mm, hii dunia kuna mambo mengi ah, mapenzi pia kumbea na ushenzi. Mtu anakuchekea kumbea, kupendi ah.